katika maisha yako mwaka mzima hakuna sadaka ambayo itamfurahisha zaidi Allah subhanahu wa ta'ala kuliko hizi siku kumi za Dhulhijja. Lau utaswali swala tano za faradhi, alfajiri, adhuhuri, alasri, almaghrib, al isha, hakuna swala tano utakazoswali zitakazomfurahisha Allah kuliko hizi siku kumi. Kwa hivyo hizi ni siku tukufu. Basi kuna mambo gani tuweza kufanya ili tunufaike nayo? Jambo la kwanza ni mwanzo kuwa ni mwenye kuhifadhi swala. Hifadhi swala zako tano pamoja na jamaa. Usikose kuswali dhuha rakaa mbili, usikose kuswali qablia na baadia rakaa kumi na mbili za sunna. Sunna utakazoswali siku hizi ni bora kuliko sunna utakazoswali siku zingine zote. la utaswali rakaa mbili kabla ya fajr, kisha ukaswali rakaa nne qabla dhuhur na rakaa nne baada dhuhur. Rakaa ngapi? Nane. Kisha kuswali, swali rakaa mbili baada al maghrib na raka mbili baada al isha. Rakaa kumi na mbili hizi mwenye kuswali raka kumi hizi kumi na mbili, Allah tamjalia apate nyumba peponi. Allahumma ja'alna minhum. Kwa hivyo usikose kuswali salatu al witr. Kwa hivyo swali swala za faradhi, swali swala za sunna, witri isikupite, raka mbili ya dhuha isikupite, kabla na baada isikupite. Haya, ni katika mambo muhimu. Jambo la kwanza ni swala Jambo la pili, funga, usikose kufunga hizi siku tisa, isipokuwa siku ya Idi. Ikiwa huwezi kufunga hizi siku tisa, basi angalau usikose kufunga siku ya tisa, na ni siku ya Arafa. Kwa sababu gani? Mwenye kufunga siku ya Arafa, Allah subhanahu wa taala atamjalia kwamba asamehewe madhambi ya mwaka uliopita na mwaka unayokuja. Kwa hivyo ni khairi. Kadhalika, sadaqa sadaka bora unaweza kutoa katika maisha yako yote ni katika hizi siku kumi katika mwaka. Kwa hivyo ikiwa uko na milioni moja gawanya siku kumi 100,000 100,000 100,000. Ikiwa uko na laki moja utaka kutoa sadaka gawanya elfu kumi elfu kumi elfu kumi. Ikiwa uko na elfu kumi gawanya elfu moja elfu moja elfu moja, kila siku kumi toa sadaka. Ikiwa uko na elfu moja toa shilingi mia shilingi mia shilingi mia. Ikiwa uko na shilingi mia toa shilingi kumi shilingi kumi shilingi kumi. Almuhim, kila mmoja atoe kulingana na uwezo wake kwa sababu sadaka